Kuachana umeachana na mtu vizuri hmm? Alikuwa na hasira hasira <coughs> zake. Sasa amekwenda, amekaa, amejifikiria, ameona, eh, nimekosea. Kukurudia ni ngumu. Sasa ndipo kilichobakia ni kukuroga. Tumeachana kukua nini una ye? kwa waganga wafata nini? Si we tumeachana eh? hmm? si tumeachana? Ukiachana na mtu Achana naye mambo eh? ya waganga hayo achana nayo oh, ulipo umwaja ulienda kwa waganga hmm? ulipo umwaja ulienda kwa waganga. Ukiamua kuachana na mtu achana naye, mambo ya waganga hayo sahau, hmm. So, ulisema unaweza e eh? Wengi tunaangamia kwa sababu hiyo, na wengi tunapotea kwa sababu hiyo. Ukiachana na mtu achana na mtu kabisa, hmm? amejipanga kivyengine. Ukiona mtu umemwacha, ujue ukimwacha mwezi, amejipanga kivyengine, ilo ujue.